Zangu kama tulivyokubaliana, tumeelewana hivi, leo lazima haki itendeke. Hakuna kuangalia sura ya mtu, haijalishi ana ng'ombe au ana nini. Ndio, mm -hmm. ikiwezekana apigwe viboko ili asikilizie maumivu ya fimbo alizokuwa anatupiga. <laughs> Yaani, Bibi Gati, nakushangana tena, nasikitika wa kupiga fimbo wapo, ila Ntemi umejichanganya, ndugu yangu. Hivi kweli Ntemi wewe unafikia ni wa kupigwa fimbo? Wa kupigwa fimbo ni wengine, sio Ntemi ndugu yangu. Kwa Ntemi kuna nyama tu, lazima ng'ombe wamtoke, tena za kujichagulia wanakijiji wenyewe. Haya. <coughs> Ah, bwana, twendeni tusogee kwenye viwanja vya mkutano tukasikilize yanayojiji. Yani, usiwe na haraka, tusubiri kwanza watu wajae ndo twende, tusiwe wa kwanza kufika sasa ndugu zangu, niwaambie, unajua leo watu wana hamu na huu mkutano eh? Yaani kila mmoja anatamani leo aje. Nimegundua kwamba kumbe Ntemi alikuwa ndovu hapa kijijini. Sasa kila mmoja leo ana furaha ya kwenda kumwangusha tembo, kama mlivyo wewe na wewe. <laughs> <laughs> <laughs> Hey, hey. Hey. Yere mwa ene Yere mwa Yere twendeni Yere, twendeni jamani, tuwai kabisa, itakufika majalibu utakosa pa kushika. Oh, bamba we oh, hey, hey. Sikio la kufa haisikia gidawa. Unachokipanda. Ndio utachovuna unajali wanyama kuliko mwana. oh, baba we, yatakufika majaribu utakosa pa kushika. oh, oh, baba we, hizi hey, hey. mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia Epukarawama baba mwana seje shika shati mpe mtoto elimu kesho watakusaidia. Mtemiwe, mtemiwe hey, oh. oh, mtemiwe unapoteza mwana kisa mifugo siwafata mila baba

maana mimi wakati wowote naondoka. Dada, mwelewe anachokizungumza, anamaanisha amejirudi, amegundua alipokosea. Kutenda kosa sio kosa, kosa ni kurudia kosa. Anamaanisha msikilize anachokiongea. Naomba unisamehe ili huko niendako niende kwa amani. Hivi <laughs> mm. Unajaribu kucheza mchezo gani mzee, maana sielewi nini kinaendelea. Hapana, huu sio mchezo na ucheza. Mimi nilikuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi ya kaka yangu lakini kwa bahati mbaya akafungwa. Tamaa ya nini? Naomba ubaki na mali ya baba yako. Una uhakika na unachokiongea? mm -hmm. Umechukua maamuzi mazuri sana kwangu na kwa zenu. Hivyo ndivyo wazee wenye hekima na busara huwa wanaishi. mm -hmm. Hapo sasa, umeanza kuwa mzee mwenye faida katika maisha yetu. mm -hmm. Binafsi ni kushukuru kwa kuniita kunikabidhi mazingira mm -hmm. haya kuliko ambavyo ungeondoka ukayaacha tu hayana mwangalizi, niseme asante. Hakuna chochote kilichobadilika, kila kitu kiko sawa. Mamdogo, wewe uko upande wa kumtetea Nitemi au kumkandamiza? <laughs> Temi ni mkwilima wangu na yupo na mjukuu wangu, japokuwa waliachana na Vero ila ni familia yangu. Safi kabisa mam, mamdogo, naona we unashabikia upande wangu. <clears throat> Upande gani? Sije ikawa ni mtego, kumbe wewe ni mpinzani wangu? Hmm. Mama mdogo mimi niko pande wa shemeji yangu Ntemi. Ntemi natakiwa nimpe faraja, asijisikie mnyonge, si unajua tena, hivi karibuni naenda kuunganisha familia. Siwezi kumuhukumu Ntemi ili mjukuu wangu asipate shida katika ukuaji wake. hmm. na yule mtoto kwa Ntemi sasa kama moyo wake, sijui kwa sababu ni katoto pekee. hmm. hmm. we achana nayo tena, tukasikiliza anayojiia wasije tu wakaenda kumkandamiza huko watu ha. Maana ambavyo wampendi hapa kijijini, atakufika majaribu, utakosa pa kushika. Mm. Mama inaniambia nisitoke hapa nyumbani. Je, tayari kurudi? Lakini kabla saa sita nitakuwa nimesharudi hapa. Lini ni mwai mama, mm -hmm. Na hizi zawadi na imani ataipenda

ukaba tegere kaba na nzengu mwari haya. Ukuhuswa huku kutimbi umaone na kutimbi waka mpaka ni hau mwakwane kwa shere la kagete. Yani huku la huku bundari le kuzuni jepi. Ama sarakanya turuku turuku buli buli mfe baba. Na winja kamo gete ni gashe siza na nzengu baba. Niyo kibabu moyo kwa kukwazunya kagete. Ili takiru waluludi shiketu hili kanza. Tuguke tuje. Tutizo dira dira hangi. Tula tuizo tuha mugambo kutuizela. Angu. Ukutumiru wa mugambo wano umu ni wako giti wenu umu. Mii kubi wa kubi wa mandeke wa upeji wa peji wa giti tubuli. Yete kuzaridi shi wababa. Kwa wabili takiru wa tuje kwa mapema. Kusudi tukago male na gugu. Nika shesiza baba nunzengo.

kwenda na baba huko anakoenda. Baba mimi, nimekusamehe kwa moyo wangu wote. Ema ama, unahitaji kuishi hapa, ninakukaribisha kwa moyo mmoja. Asante dada, mimi nikushukuru, kushukuru kwa maamuzi yako ya busara ya kunisamehe. Tayari mizigo nimeshafunga himo ndani naomba niondoke tu haraka, kabla ya migambo hawajaja. Sawa baba. Sasa mimi naomba niwaache, niwai ofisini huko kwenye mkutano nikajie ni nini kunaendelea huko Rena. Baba, naomba ubaki hapa nyumbani, naenda nikasikilize, kisha nikarudi. Nitakaporudi karibu tuzungumze, tuweke mambo yote sawa. Babangu, mimi nasembea. Safari njema, Mungu akutangulie njiani, ufike kwa amani unakoenda. Tutaona. Amina mwanangu, asante sana mm. milima haikutani, binadamu hukutana. Baba mkienda, mwana safari njema, bila msisahau, tuko mnakuja kusalimia hata wamesi kwa wazazi wangu. Lakini baba, ukienda huko na wewe utulie, uwache ukoroku, uishi vizuri na watu na unaenda kumwangalia babake na rafiki yako anavyoadhibiwa? hmm. na achaje? Kwa mfano ni lazima nikashuhudie yule mzee anavyochapwa na kuadhibiwa vikali, maana ananikela na lile panga lake lisilokuwa na kazi. Yeye hajuagi kitu. We haumuhurumii rafiki yako? Huluma hiyo ya vipi? Anaadhibiwa sio shoga yangu, anayeadhibiwa ni huyo baba yake mkorofi, katiri, mnyama, hmm. Hmm. Ila mi namhurumia Ntemi, sijui itakuaje, hmm. Usilolijua ni kwamba Ntemi ni simba wa vita, amekwisha kuimaliza vita kabla hajaingia uwanja wa vita. kwa eli, wacha nikashuhudia kinachoendelea takuja, nikusimbia. We endelea kubaki nyumbani, dada. Mi ngoja niende nyumbani, utakuja uniambie vizuri. Usijali, haya Majalimu, ila jamani Ntemi mbona mbona ni dharau? Eti jamani, hivi kweli mdau nakona msubiria <manyo> Umeona <tifo> <tifo> sasa alivyo na dharau tena, yani hata aibu ya kuangalia watu macho ya watu hana haya hata kidogo. Yaani mtu jeuri sana. Ila wewe mwanangu, umesahau nini? Huyu ni mjeuri mno, anatuona sisi kama wanaye eh? Naomba apigwe fimbo sasa, leo kitaeleweka. Leo majibu yote atatokea hapa. Naomba <tuhumat> <tuhumat> tusikilizane. Bwana Nzengu, ukimya utawale. Bwana Nzengu. lengo la mkutano huu ni kutaka kuwakanya watu mabaya yao, waache mara moja.

Amemtelekeza dada yangu oh. Sasa siku nikikutana naye atajuta maamuzi aliyoyafanya. Ngoi tujage, tujage. Na majina yao nayo hapa hapa, kwa hiyo nikikuita unatoka mbele mara moja. Wa kwanza ni Ntemi Maremi. Kuna mwingine wa pili ni Benson. <laughs> Eeh, nauliza mze Benson hayupo? Migambo, naomba mfate Benson mara moja mumlete hapa. Ale, tuendio.

Kisa mifugo. Elimu si bule, napoteza mwana kisa mifugo. Kisa mifugo, watoto waende shule, napoteza mwana kisa mifugo. Napoteza mwana kisa mifugo.